Walio nyuma wasonge mbele, ametupigania ametugaamikia sote, ndio umefika mahali hapa tuwe katika hali ya usalama. Bwana Yesu asifiwe na sababu kubwa sana ya kusema ni asante mbele za Mungu maana si kawaida kulala na kuamka. Bwana Yesu asifiwe. Hata ikiwa kwa Mungu unaomba muujiza basi jua uzima ni muujiza wa kwanza katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hata kile unachokiomba kama hauna uzima hauwezi ukafurahia uka, uka na kile kitu chenye umekiomba kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe lakini ukiwa mzima alafu na kila kitu chenye unaomba hakika amani itakuwa tele katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Sitakuwa si mrefu tuamini, ni kwa ajili ya mafundisho. Ni asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu, nina kila sababu ya kusema ni asante kwa, asante kwa uzima, asante kwa kutufikisha mahali hapa. Ya baba yangu, ni majira na masa kama haya, tuko katika hekalu lako baba tumekuja ni kwa ajili ya kutafuta uso wako Masihi, tutakuandika majira na masakamawayaayanna wale wote a njiani Dada ena mu kuongoza, naomba kibali mbele za uso wako baba yangu, kapata kutufundisha na kutunendea. sawa sawasawa na mapenzi yako Bwana, takapoona mwanzo mwema na mwisho mwema, utukufu na sifa hakika zote ni kwako na ni kwa jina lako Yesu Kristo aliye mkombozi ni na hata kwa <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo kutafundishana juu ya uvumilivu. Unahitaji uwe na uvumilivu katika moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Kila chochote unachokiomba inahitaji katika hayo maombi yako uwe na uvumilivu mbele za Mungu. Wewe unaomba sana miaka mingi, uenda kile kitu umelia mbele za Mungu kwa muda mrefu. Inahitajika uwe na uvumilivu. Wakati mwingine tunavumilia kile kitu kinaelekea kutufikia, tuna give up. Bwana Yesu asifiwe, tunarudi nyuma. Tunaporudi nyuma, ukiinuka hautaanza pale kwenye ulichia, kunaanza chini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiendelea kuwa na imani moja, hakika Mungu atakuwa ni rahisi kukufanikisha kwa hivyo, ka ukijua, kila wakati jifundishe kuwa na uvumilivu katika moja uvumilivu sana mbele za Mungu, tunakuwa wote watakao uvumilie wataipokea taji ya uzima. Wote watakaovumilia hao ndio watakaookoka. Bwana Yesu asifiwe. Ukikosa uvumilivu katika maowako hakuna mahali unaenda. Kama vijana, kuna wakati tunaweza kuvumilia kitu, tumoatumevumilia tumevumilia, lakini uvumilivu wetu na subira yetu tunaharibu kwa siku moja tu Bwana Yesu asifiwe. Kweli umetarajia kazi kutoka kwa Mungu, nasema kazi chema inatoka kwa Mungu. Umevumilia, umevumilia, Mungu anaelekea kukubariki, unaanza kupata tamaa. Kwa siku moja tu unajiingiza katika hali isiyompendeza Mungu na kujishirikisha mambo yasiyofaa. Bwana Yesu asifiwe. Umesubiri, ndio umeomba, kumekuja wewe unasema haujakuja, wangu anakuegesha nyuma, imani yao hapo ni kukosa uvumilivu. Chochote umekiomba mbele za Mungu, kuwa na uvumilivu tena sana. Bwana Yesu asifiwe. Pia uwe na upendo mbele za Mungu, ndio kuvumilia Mungu na tena, ninakupenda. Kuna majaribu yatakuja katika hicho kitu unachokiomba, kuna shida na misukosuko zitatokea, lakini kinachokufaa zaidi uwe na uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. wa kuna wale wanaomba na mungu anawabariki siku hiyo hiyo, na kuna wengine mpaka angalie kwanza imani yao hata kama kuna ugumu kiasi gani lakini imarisha imani yako katika kumtegemea. Bwana Yesu asifiwe. Na ikiwa ni wewe mama pia. Katika huo moyo pia unafaa uwe na uvumilivu. Wakati mwingine kuna vitu unaviomba pengine ni mtoto wako. Unamwona katika njia zake haja kupendeza. Kuwa na uvumilivu. Usifike wakati ukajuta kumzaa yule mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu moyo wako mzazi unaponung'unika, yule mtoto anampea laana. Na nyota kumzaa. Ukisema hivyo kumbuka ni nani anamwendea yule mtoto. Bwana Yesu asifiwe, utakuwa na baraka katika mtoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila wakati tupae sana katika ufalme mimi. Na upendo unapenda Mungu na kumheshimu. Na kupendana na wale wenzako na wao na sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingine unaweza ona shida mpaka ukimwona jirani yako na muone kama ni adui. Unafikiria eti yeye anasababisha shida juu ya maisha yako? Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Mpende yule aliye karibu na wewe, mpende adui yako, mpende rafiki yako. Bwana Yesu asifiwe. Mbona hujui ni nani ma kesho atakaye kusaidia? Unapomsikia leo ukifika, ni wakati yeye anafaa tumike kwa ajili yako, utafanya nini? Utafika mahali hakuna mtu mwingine mwenye anajuana naye, ni yeye na Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika wokovu haifai tujenge uadui katikati yetu. Mungu alikuja na kamtoa mtoto wa pekee ni kwa ajili yetu. Hiyo ni ishara ya upendo. Ikiwa utamchukia mwenzako na upendo gani katika moyo wako? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo pia tuwe na upendo kwa ndugu zetu kwa majirani zetu, zetu na kwa kila mmoja wetu. Bwana Yesu asifiwe. Sitakuwa mrefu, umefika ni wakati mwingine wa kumwabudu Mungu. Nakaribisha waimbaji.